Sasa baada ya lile zoezi pale, aliyekuwa ametenda mabaya kwako anakwenda kujiandaaje? Moja, anakwenda kushirikiana na watu wenye nguvu ya aina gani? Mbili, atatumia mbinu gani tena? na je, siku yeye atakapotumia hiyo mbinu, wewe utakuwa tayari upo katika madhabahu ambayo ina nguvu ya kuliona lile na kulizuia? Amina, nataka nikwambia jambo moja. Huwezi ukapigana na mtu, hata kama una nguvu kiasi gani ukamshinda. Anatumia risasi, alafu wewe unatumia manati, hata kama wewe una elimu, una sayansi, yaani ukitembea kila mtu akikuona anasema yes, yule ni mwamba. Mwenzako aliye na risasi utakuja na nguvu nyingi sana, anakuangalia tu, na kule utakaopita wengi watakuogopa, lakini yeye atafanya hivi tu tap, unakufa kizembe, yani ni sekunde ta. Amina. Sasa leo, ulimi wangu unakwenda kutengua ulichofanyiwa kwenye maisha yako kupitia mimi kuibusu au kuilamba miguu yako Amen. Lakini jambo la kujiuliza baada ya zoezi hili utalindaje nguvu iliyoingia? Amina. Walio kutendea hawawezi wakanyamaza na hawawezi wakakubali, lazima watakwenda kujitafuta zaidi na watapiga lamli zaidi, watatoa kuku zaidi, watachinja zaidi, watatoa zawadi kwa waganga zaidi, wahakikishe kwamba mahala ulipokuwa wanakurudisha na zaidi ya hapo. Amina. Kwa hapa tuna hatari, ndio maana mtu anayeamua kwenda makanisani, ama maisha yataharibika kabisa. Waangalieni wengi wanaokimbilia makanisani ama maisha yataharibika kabisa, kwa sababu wakishakuona wameenda kwenye nguvu fulani, wanakwenda kuongeza nguvu ambayo wanajua kwamba zunguka. Sasa kama hawataweza kuona kile ulichofanyiwa, hawawezi wakaondoa tena, au utafanikiwa kweli kweli. Amina. Sasa mimi mlie kwenye hii madhabahu, natamka kwamba unakwenda kufanikiwa kweli Amen. Unakwenda kuinuliwa kweli Amina. Na yeyote atakaye thubutu kuite kutengua kile Mungu wangu amefanya wa kwako ataangamia siku moja kabla ya kufikia wewe. Amen. Amen. Amina. Hebu inua mikono yako. Sema yeyote. Yo yo. Thubutu, atakaye thubutu, kuja kutengua. kuja kutengua na kunifanyia mabaya, kuondoa nguvu iliyoingia leo, ataangamia yeye. Ata siku moja kabla ya kunifikia mimi, kabla kwa jina la Yesu Amen. Jambo la mwisho kabla hatujasimama kwenda sasa Leo unalilia mafanikio kwa sababu Mungu amekupa miguu ikupeleke mahala popote, lakini mishipa yote iona ya mwili wa mwanadamu, yote unayoiona kwamba hii ndio mishipa ya mwanadamu, imekwenda kukusanyika kwenye nyayo za miguu hapa, mishipa yote Kila kiungo chako unachokijua kwenye mwili wako mishipa yake inashuka mpaka kwenye nyayo za miguu. Maana yake ni kwamba mwanadamu anapologwa kupitia kwenye nyayo za miguu, wanakamata uhai na mafanikio yake vyote kwa wakati mmoja. Ndio maana wakaona hata Yesu kuna watu wao wajui, kwa nini alifanyiwa lile tukio la kuoshwa miguu yake, na kwa nini Yohana alisema mimi siruhusiwi hata kufungua nini? Kufungua nini? kamba za nini? kamba za nini? kamba za nini? Sasa kuomba ni rahisi kwa sababu mdomo wako uko huu. Kutamka ni rahisi kwa sababu uko hai, lakini unachokitamka kweli kinafika mahala kinapokwenda? Kutembea kwa miguu yako ni rahisi. Je, miguu yako inapokupeleka kuna chochote au unaumia tu? Sasa tunapoanza zoezi hili leo, kutakuwa na zoezi ambalo lenyewe Jumapili humu ndani ya kisima, kutakuwa na ma, mafuta ambayo ni mafuta yaliyochanganywa na maji ya kisima kile kikubwa yenyewe utakuta ni ya moto. Kila mmoja Jumapili atakuja atapita humu ndani, maana yake ni nini? Mungu anakuwa na kugonga sasa muuli wa ile nguvu uliyoipokea pale, utakaa siku mia tatu na sitini na tano. Hakuna mtu atakuja kufanya jambo lolote kwenye maisha yeah, na ndio maana unaona wataalamu wakasema kwamba kinga ni bora kuliko tiba. kwa zoezi la Jumapili la kupita kwenye maji ya moto na mafuta ya moto. <totipi> I say, ndugu yangu, nikwambie jambo moja, kama mtu aliyekufanyia hili jambo unalala naye kitanda kimoja, au ni mama yako mzazi au ni baba yako mzazi, na hutaki huyo mtu afe Jumapili, kabla ya wewe kuingia humu ndani, piga magoti hapa kwanza, sema Mungu naingia lakini nimesamehe, aliyenitendea mabaya. Vinginevyo unapotoka ndani ya hiki kisima, yule mtu popote alipo duniani, kama hata vimba tumbo, anaanza kupata maradhi ambayo yanaondoa uhai moja kwa moja. Amen. Na niliwaambia Jumapili kwamba toka mwaka jana sijaua, Mungu wangu hajaua kuanzia hii siku ya leo tarehe kumi na moja mwezi wa tano ambayo ni moja jumulisha moja inakuwa ngapi? Mbili jumulisha tano inakuwa ngapi? Haya, kule mbele kuna ishirini na tano, si ndio? Chukua mbili jumulisha tano inakuwa ngapi? Watu wanaosali mahali hapa, namba ya kwanza, tarehe ya leo kumi na moja chukua moja jumulisha moja inakuwa ngapi? Mwezi wa ngapi? Mbili jumulisha tano inakuwa ngapi? Siku ya saba Mungu alifanyaje? Alipumzika, si ndiyo? Haya, njoo huku mwisho unakuta mwaka ishirini na ngapi? Ishirini na tano ni mbili jumulisha ngapi? Tano, si ndiyo? Unapata sawa na ngapi? saba. saba ni siku ya kufanya? ya kufanya kupumzika. Maana yake wote waliokuwa wanakutendea mabaya toka umezaliwa wanapumzika hawatakugusa tena mpaka siku Mungu mwenyewe atakapokuita. Amen, mateso uliokuwa umetengenezewa kwenye maisha yako Mungu anakupumzishia hawatakugusa tena kwa mamlaka ya jina la Yesu, amina, haleluya. Jumapili ni tarehe ngapi eh? tarehe 18 okay sawa Jumapili ni tarehe ngapi? kumi na nane, si ndio? Chukua ile namba nane. Namba ngapi? Namba nane. Haya, kule mwisho wa mwaka namba ya mwisho ni namba ngapi? Namba ngapi? Tano, si ndio? Haya, ukichukua nane ukitoa tano inabaki ngapi? Haya, tatu. Tunatembea katika utatu, ambayo ni Mungu, Mungu na Mungu. Maana yake siku ya Jumapili unapoingia humu ndani unakwenda kukutana na nguvu za utatu mtakatifu. Mungu Baba atakulinda, Mungu Mwana atakulinda na Mungu Roho Mtakatifu atakulinda. Yeyote atakayekugusa kuanzia Jumapili inayokuja ya tarehe kumi na nane, kabla ja kufikia, atalala, atanyoka kama mjusi na hata inuka tena. Kuna mtu ananielewa vizuri? Amina. Hai. U umesema, Jumapili jani tarehe kumi na nane si ndio? Haya, chukua kumi na nane kumi na nane mwezi wa ngapi? Mwezi wa tano. Sawa, ukichukua kumi na nane ukitoa tano, inakuwa ngapi, eh? kumi na ngapi? kumi na ngapi? Yesu aliambatana na wanafunzi wa ngapi? Yesu aliambatana na wanafunzi wa ngapi? kumi na mbili sindio? Aliyemsaliti ni wangapi? Mmoja, sindio? na huyo mmoja alikufa moja kwa moja na eneo lake likaitwa, linakwenda kuitwa konde la damu. Maana yake ni kwamba tarehe ile namba kumi na tatu inayobaki, maana yake ni kwamba kuna mtu ambaye amekuwa akikufahamu, amekutendea mambo mabaya, Mungu anakwenda kumuua, na Mungu anakuongezea mwingine ambaye atakuja kuinua. Amen. kwa baada ya baada ya Jumapili yule aliyekuwa analeta ubaya kwenye maisha yako, Mungu atamuondoa. Sasa twende kumi na tatu toa moja, kumi na mbili toa moja na baki ngapi? Eh, kumi na moja. Haya, tulikuwa na kumi na ngapi imebaki? Kumi na tatu, si ndiyo? Tulikuwa na kumi na nane, toa ngapi? Tano, ikabaki ngapi? Kumi na tatu, si ndiyo? Kumi na tatu, tumetoa ngapi? Imebaki ngapi? Kumi na mbili. Hii kumi na mbili ndo baada ya kutoka kwa Yuda Iskarioti, akaingia Matia. Akaingia ngapi? Matia, wakabaki jumla kumi na wangapi? Na no wawili. Lakini mmoja hakufanya kazi na Yesu, bali alishuhudia Yesu akiwa anapaa. Huyo ndo anaitwa nani? Matia. Amina. Aliadithiwa kazi alizokuwa anazifanya naye Yesu. Lakini matia aliingiaje? Matia aliingia kwa kupigiwa kula, watu wangapi? Wawili, akashinda yeye. Maana yake nini? aliyekuwa na kutendea mambo mabaya, ibada ya Jumapili, utakapokanyaga ndani ya maji ya moto ndani ya mafuta ya moto, Mungu atamlaza kama si magonjwa ya moja kwa moja basi ni mauti ya moja kwa moja, na hata inuka tena juu yako. Inajua mikono yako. Sema Bwana Yesu, aliyekuwa anataabisha maisha yangu anakwenda kuondoka, na hata inuka tena. Aliyetaabisha uzao wangu anakwenda kuondoka, na hata inuka tena, kwa jina la Yesu, amen. Nakupa hesabu ya, ya mwisho ya kinabii. Angalia hesabu nyingine ya kinabii hapa, Jumapili itakuwa tarehe kumi na nane, si ndio? na kule mwisho kuna namba ishirini na tano, si ndio? chukua ishirini na tano toa kumi na nane inabaki ngapi? Eh? Haya, ishirini na tano toa kumi na nane inabaki namba ngapi? kwa hiyo maana yake ni kwamba baada ya jumapili kuwa sasa, tunakwenda kuwateketeza wabaya wetu, sasa tunaanza kupumzika moja kwa moja. Ndio maana unaona pale mbele kuna namba ngapi? Namba saba, si ndio? namba ngapi? Saba. Siku ya saba Mungu akapumzika. Baada ya zoezi la leo na zoezi la jumapili ijayo, katika maisha yako na uzao wako na wote walio ndani ya nyumba yako mnakwenda kupumzika na makubwa na magonjwa na dhalau na kudhalilika mlikokuwa mnadhalilika kwa jina la Yesu. Amen. Sasa kama unaweza kutoa sadaka kwamba Mungu, nabii wa Mungu anakwenda kulala chini, nataka kujifungamanisha na hii neema iweke mkononi mwako na ndio iwe sadaka yako ya agano lako.